Nam ni waziri huyo Kipchumba Murkomen akihutubia kikao hicho, na kama alivyokueleza tutakuwa tukifuatilia tu yanayojiri huko na kisha baadaye kukufahamisha yale ambayo yatakuwa yanaendelea. Kwa hivi sasa ni kwamba mjadala wa Jambo Kenya wa Radio Citizen uliwasili katika ukumbi wa kanisa la PAG mtaani Kibra, ukiwaleta pamoja wakazi wa eneo hilo kujadili mfumo wa bima ya afya ya SHA. Wakazi walipata fursa ya kueleza changamoto wanazokumbana nazo nazo huku baadhi yao wakikiri kunufaika na huduma za bima hiyo. Afisa wa elimu ya umma Mugambi Osoro alijibu maswali kadhaa kutoka kwa wakaazi akieleza juhudi zinazofanywa kuboresha huduma hizo. Mjadala huo ulioendeshwa mubashara na nahodha wa Jambo Kenya Vincent Atea ulilenga kufichua changamoto zilizopo ili serikali iweze kuzitatua kuleta mjadala karibu na mwananchi ili mwananchi aweze kusikika na sauti yake isikike kuhusiana na masuala ya kitaifa. Working on of the system or, kwa hizi mahospitali zetu is based on probability. kama itafanya uweishugulikiwa, ikifanya ndio utashughulikiwa. Ningependekeza kwamba hata kutokea kwa president mwenyewe, ndiye aliazisha hii kitu, yeye pia akuwe enrolled kwa SHA ili hii mambo inapokuwa inasumbua wanachiji hapa chini ama watu wa jini pia kwamba akienda hospitali sistemu pia mzumbue, ndio wajue kwamba hii kitu inasumbua. Bure tu kuongea haya maneno tu, kusema hivi hivi hivi, ni mazuri kwa maneno kutoka kwa wale ambao wanawakilisha hiyo sha wenyewe. Nimefurahia sana watu wa Citizen kukuja hapa Olympic Sarang'ombe, mtutuambie maana ya isha, juu mimi nasikia tu watu wanasema sha sha, sijajua hata maana yake ni nini, inasaidia nini. Niko na mtoto maseno huko, aliambiwa kabla rudi shule hakikishe ame, ame register SHA. Mimi nikapeleka mtoto kurejista SHA na nilienda tu juu watu wanasema, watu wa register SHA. So changamoto yenye iko kwa ground, hata wale tuna register SHA, hata madaktari, kuna wale hawaelewi SHA. So ni vizuri at least, kama kungepatikana na expert wa kuweza kueleza watu, kuwapatia elimu, wakaweza kuielewa vizuri, kwa sababu mimi ili nilipia 44800 ile ada ambayo mwanachama atachangia katika SHA si mwanachama anasema alipe mia tatu utafanya hiyo proxy means testing. Lakini habari njema ndio hii, hiyo chombo cha proxy means testing ni kuweza kutambua wale walalahoi ambao hawajiwezi, ambapo serikali kuu na serikali za kaunti kwa mujibu wa sheria sasa wamepewa jukumu kuwalipia ada. Tuko pamoja. Nam, tupate tena mapumziko alafu baadaye tutakuwa tunakwenda moja kwa moja katika kile kikao cha kuwapiga msasa wanaogombea nyadhifa ya mwenyekiti wa tume ya IEBC.